Karibu kwenye tahariri yetu ya Gumzo, na leo tahariri yetu inasema mwisho wa kiburi ni maangamizi. Kabla ya kwenda mbele, misamiati miwili inayounda tahariri hii inapaswa kufafanuliwa: kiburi na maangamizi. Kiburi ni ile hali ya mtu kujiona bora zaidi, muhimu zaidi, na mstahiki zaidi ya wengine. Kiumbe cha kwanza kudhihirisha kiburi alikuwa ni Ibilisi pale alipokataa kusujudu kwa kuumbwa binadamu akidai kwamba yeye Ibilisi aliyeumbwa kwa moto alikuwa bora zaidi kuliko Adam aliyeumbwa kwa udongo. Hilo likawa anguko lake, na hii inatupelekea kwenye fasili ya neno la pili, maangamizi, ambalo linamaanisha maharibiko makubwa yasiyoweza kurekebishika tena. Ndiyo namna alivyoangamia Ibilisi, hakuweza tena kurekebishika, ndipo akafukuzwa kabisa kwenye rehema za mola wake. Baada ya dibaji hiyo, tuje sasa kwenye muktadha wa tahariri ya leo. Ukiacha uongo uliozoelea kwa muda mrefu, Tanzania kamwe haijawahi kuwa kitovu cha amani na utulivu kama inavyouzwa, angalau tangu nianze kuyafahamu na kufuatilia mambo mwanzo wa miaka ya tisini. Hiyo sio Tanzania niliyoijua na kuiishi. Ni kweli unasemwa kuwa Tanzania nchi ya amani na utulivu, ambapo wananchi na viongozi wao hupenda kuimba sisi hatuna utamaduni wa vurugu, sie si watu wa fujo. Lakini kwenye uhalisia huwa ni uongo mtupu, sawa na pale sinema za Hollywood zinapokuonyesha kuwa Marekani ni kitovu cha utajiri, haki na ustaarabu usio mipaka, kisha ghafla unaingia ndani ya Marekani kwenyewe na unakutana na raia masikini wa kutupwa, si kumi wala si mia moja, bali kwa maalfu kama si kwa malaki, wanaolala chini ya madaraja na maboksi au wafanyakazi wanaoishi kama watumwa chini ya mfumo wa uchumi wa kibepari, au pale unapotembelea magereza yao wakutana uso kwa uso na Wamarekani weusi wakiozea humo kwa kesi za uongo, ndipo hapo unajua kwamba kama ilivyo haki na utajiri wa Marekani na amani na utulivu wa Tanzania, nayo ni taswira tu ya kung'aa iliyoundwa kwa ajili ya walaji wa matangazo ya ndani na nje, lakini sio hali halisi ya mamilioni ya raia mitaani mijini na vijijini mwao. Nilizaliwa na kukulia kisiwani Pemba, na wakati vuguvugu la vyama vingi linaanza, mimi nilikuwa naingia kwenye maji ya balehe. Uchaguzi wa kwanza wa mwaka 1995 ulipa fursa ya kupiga kura nikiwa na miaka 18. Hiyo ilikuwa kura yangu ya mwanzo na ya mwisho kuruhusiwa kuipiga kwa uhuru. Kura zilizofuatia zote, baina ya elfu mbili na elfu mbili na kumi, nilinyimwa haki hiyo kwa kisingizio kile kile ambacho hadi leo mwaka elfu mbili na ishirini na tano zaidi ya wapiga kura elfu ishirini wasipiga kura zao visiwani Zanzibar. Hapo hapo kuna ushahidi kuwa zaidi ya watu elfu sitini wasiokuwa na haki hiyo waliandikishwa kwa wapiga kura tume ya uchaguzi, kwa uchaguzi ambao wapiga kura halali hawafiki milioni moja. Hiyo adi kubwa sana kuamua mshindi endapo kunakuwa na kura moja, mtu mmoja. Hii ni dhuluma ya kimfumo inayoendeshwa na kusimamiwa kwa ushirikiano wa wazi baina ya serikali chama kinachotawala vyombo vya dola na tume ya uchaguzi. Ndiyo maana baina ya uchaguzi wa mwaka 1995 hadi 2025, Zanzibar, mojawapo ya pande mbili za Muungano, imeshuhudia mauaji ya mamia ya raia wasiokuwa na hatia yaliyofanywa na vyombo vya dola kwa lengo moja tu, kulinda madaraka ya chama kinachotawala. mauaji makubwa kufuatia kuchafuliwa kwa uchaguzi kama yale ya Januari 2021 na Oktoba 2020 Yamewaacha maelfu ya watu wakiwa wahanga wa ukatili usioelezeka, mayatima na walemavu wa maisha. Mali zimeangamizwa, ajira zimekatishwa, na heshima imevunjwa, yote kwa jina la kuwanufaisha watawala waliojaa kiburi cha kutawala, wanaojiona ni bora zaidi, ni muhimu zaidi, na wastahiki zaidi. Kiburi ni mfumo, siyo hali. Kiburi kinaishi ndani ya mazingira ya fujo. Fujo si lazima iwe ukosefu wa amani wala amani si lazima iwe ukosefu wa fujo. Bali fujo hukigeuza kiburi kuwa mfumo unaotumika na kundi linalojidhani kwamba lina nguvu ya kuwakandamiza wengine bila ya lenyewe kuumia. Kundi hili la watawala linajiona ni bora zaidi, ni muhimu zaidi na mustahiki zaidi wa kutawala kuliko wengine, wasikizi wakisema, mathalan kuwa nchi iliyopatikana kwa mapinduzi haiwezi kutolewa kwa vijikaratasi tu, kwamba ukiwa na dola una uhalali wa kutumia dola kuendelea kushika dola ama kwamba kwa kuwa wao wanatokana na historia ya uhuru basi hata wakiiba kura Mungu huwasamehe moja kwa moja. Kiburi kutoka ifuani mwao kabisa. Ndio maana wanaiba kura bila kujali, ndio maana wanaunda magenge hatari kama mazombi, majanjawidi na masoksi, ndio maana wanatumia vikosi vya serikali kusimamia uharamia wa kidola dhidi ya wananchi. Yote ni tabia za kawaida za utawala uliojaa kiburi, lakini uliokosa nguvu ya kweli, nguvu ya wananchi. Kiburi hiki kimefunikwa na dhana potofu kwamba ukimya wa kutisha ni amani. Watawala wanajiaminisha kuwa madhali wapinzani wametishika, wamefungwa au wamezuiliwa kujieleza, basi huo ni udumi wa udhalilifu wao wanaouza kwa wengine kama amani na utulivu. Hili ni kosa kubwa la kiitikadi na kimkakati. Amani ya kweli huzaa maendeleo, lakini amani ya mabavu huzaa chuki na kilio cha haki kisichozimika hadi pale kinapovoromboka kama kilivyovoromboka Oktoba 29. Tangu mfumo wa vyama vingi wanze, madai ya wapinzani yabaki kwa yale yale, katiba mpya, tumehurua uchaguzi na heshima kwa haki za kiraia. Jibu la watawala nayo libaki kwa lile moja, kiburi kilichovikwa guo la amani na utulivu. Hata wanaposema wanachukua hatua, basi huwa ni kwa kubinya ama kuchelewesha, na hatimaye zikapotea kwenye shimo la sahau la shimo la dharau za watawala. Tazama alivyotumia bilioni ya pesa hadi kuitisha mchakato wa katiba mpya na jinsi walivyouhasidi mchakato huo usifike mahala. Hata pale walipojidai kuingia kwenye mazungumzo ya kusaka maridhiano, watawala walifanya hivyo wakificha mapanga kwenye majoho yao. Maridhiano kama yaliyopelekea uundwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar wameageuza kuwa maonyesho yasiyo thamani, siyo njia ya kuponya majeraha na kuleta nchi pamoja kuatua mgogoro wa muda mrefu uliokuwapo. Hili lilidhihirika wazi mwaka elfu mbili na kumi na tano pale uchaguzi ulipofutwa, wa kiburi ukaharibiwa mwaka elfu mbili na ishirini na, na ukavurundwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano Daima lengo la watawala, hata baada ya kuunda serikali ya umoja wa kitaifa, limekuwa ni kuendeleza utawala wao na sio kujenga demokrasia ya pamoja. Lakini kiburi cha kutawala kwa mabavu kimeangamiza sio tu siasa za kistaarabu pekee bali pia kila nyanja ya maisha ya taifa letu. Mojawapo ni kuziporomoa kabisa taasisi zinazoshikilia nchi, kama vile Baraza la Wawakilishi kwa Zanzibar na Bunge wa Jamhuri ya Muungano, na pia mahakama ambazo kila uchao zinapoteza uhuru wao na matokeo yake imani yao kwa umma inaporomoka. Si ajabu leo kwamba hata jaji mkuu mstaafu anapoteuliwa kuongoza tume ya uchunguzi, wananchi wanaohoji uhalali wake na uadilifu wake maana anamwona kwamba ana matomotomo mengi kila mahala, ingawa kimsingi alitakiwa kuwa mtu mwenye kuheshimika na kila mmoja. Akiwa yeye ni msafi, aliposimama ni pachafu naye pamemchafua akachafuka. Lakini pale taasisi hizo zinapoangamizwa wa kiburi, pamoja na vyombo vya dola na tume za uchaguzi kuonekana na umma kama zana za kutumikia tu watawala, sheria hugeuka kuwa silaha dhidi wa ya wakosoaji badala ya kuwa ngao kwa raia. Maangamizi ndiyo mwishowe. Athari nyingine ya kiburi nje ya uwanja wa siasa ni pale hata asasi za kijamii zinapogeuzwa kwa vinyangarika vya watawala badala ya kuwa kweli majukwaa ya kiraia. Jamii isiyokuwa na asasi huru huwa imenyimwa uwezo wa kujipanga na kujieleza, jambo linasababisha giza la mitazamo na ukata tamaa miongoni mwa vijana, wanawake, watoto na makundi mengine maalum. Kiburi cha watawala huangamiza pia uchumi Upatikanaji wa ajira, tenda na fursa za kiuchumi hutegemea wanachama na upendeleo au uchawa, sio uwezo wa watu. Matokeo yake, kiburi kinaua ushindani na uzalishaji, huku kiimarisha rushwa na utegemezi. Hekima ya wahenga kwamba mwisho wa kiburi ni maangamizi inasema kila kitu kuhusu hali ya sasa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujumla wake na ya Zanzibar kwa umakhususi wake kilichotokea Tanzania bara Oktoba 29 kilishakuwa na alama zote ukutani. Kila mwenye macho alikusha kiona, isipokuwa watawala waliojaa kiburi nyoyoni na machoni pao. Walikitayarisha kwa midomo, mikono na akili zao. Lilikuwa dubwana waliumba wenyewe, lakini bado hakulitambua uwezo wake. Na kwa hakika, kama ilivyokuwa kwa Ibilisi, kiburi chao cha kujiona bora zaidi, muhimu zaidi na wastahiki zaidi kuliko wengine kimefikia mahala pa maangamizi yao wenyewe maharibiko wasiorekebishika tena, si ndani ya kijipande kidushu cha ardhi ya Zanzibar, si ndani ya pande kubwa la ardhi ya Tanzania nzima. Kama ni kuepusha maangamizi ya jumla, hilo linawezekana kutendwa na wengine walio nje ya duara la watawala: raia, taasisi za kijamii zilizo bado hai na viongozi wa vyama vingine vya siasa. Wao ndio wanaohitajika kuamka na kuchukua hatua.